Tunaendelea, wizara ya uchukuzi. Mheshimiwa Nape Moses Nnauye mbunge wa Mtama, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali kupitia TRC imekamilisha kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa awali kwa ajili ya ujenzi wa reli ya Standard Gauge ya Mtwara Mbamba Bay na matawi yake ya Liganga na Mchuchuma yenye jumla ya kilomita 1,000. Aidha, kwa sasa Serikali inaendelea na utafutaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo, ikiwemo kutumia taratibu wa ubia baina selek, baina sekta binafsi na sekta ya umma. Aidha, kwa upande wa reli kutoka Dar es Salaam hadi Mtwara, Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia mpango kabambe wa East African Railway Master Plan imetambua umuhimu wa kipande hiki cha reli kitakachounganisha bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Mtwara kutokana na umuhimu wake kiuchumi, kijamii na utengemano wa kikanda. Hata hivyo, kwa sasa reli hiyo bado haijawekwa katika mpango wa serikali kwa kutumia fedha za serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kufanua kuwa kwa sasa serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa mradi wa ujenzi wa reli ya Sigiara na miradi mbalimbali ya kimkakati nchini na miradi hiyo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji. Miradi hiyo inatekelezwa kwa awamu kutokana na uhitaji wa fedha nyingi kwa wakati mmoja. <coughs> Hivyo, nitoe rai kwa wawekezaji kutoka sekta binafsi na makampuni ya fedha kwa kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa miradi ya reli, ikiwemo reli ya Kusini kwa kuanza na upembuzi yakinifu na uje, wa ujenzi wa reli hiyo. Mheshimiwa Nape Nnauye, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu haya ya serikali na maswali madogo mawili ya nyongeza. Swali so, la kwanza kama ilivyokiri serikali kwamba mradi huu ni, ni wa muhimu, lakini mradi huu ni wa muhimu kwa nchi yetu kuliko ilivyo wa muhimu kwa nchi nyingine za Afrika Mashariki ikiwemo kuongeza uh, thamani na utekelezaji wa haraka wa mradi wa LNG wa Lindi ambao ni mradi mkubwa kuliko yote katika historia ya nchi yetu. Je, serikali haioni umuhimu sasa wa kuuchukua mradi huu kutoka kwenye miradi ya jumuiya ya Afrika Mashariki na kuufanya mradi wa serikali yetu ili tuutekeleze, utupe advantage kwa nchi za Afrika Mashariki? Swali la pili, serikali haioni kwamba serikali iko tayari kushirikiana na wabia wanaotekeleza mradi wa LNG wa gesi wa Lindi katika kutafuta rasilimali za ujenzi wa reli hii, kwa sababu nao ni wanufaika wakubwa wa kusafirisha mizigo na wananchi watakaoenda kutekeleza mradi huu wa gesi. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza ni <coughs> nampongeza Mheshimiwa Nape Nnauye kwa maswali yake ya msingi, swali lake la msingi na maswali ya nyongeza ambayo ameongezea. Ninakubaliana naye kwamba mradi huu ni muhimu kwa uchumi wa taifa letu.